Huyu niliyemtuma mtuma pale ni engineer. Sio okay. Daktari yes. maana angekuwa daktari anachanganya hesabu za dawa na, na matofali. Eh? Kwa huo muda haiwezekani Ijumaa wamemaliza kazi. Tatu, juma nene, juma tano, sawa. Ni Jumatatu, Jumanne, Jumatano sisi tunaziongeza, sawa bwana, Ijumaa ikabidhiwe kazi ambayo ni standard yenye ubora. Hatutaki mambo ya kukimbizana kukimbizana, tukaharibu kazi, matokeo yetu, watoto wetu wakasoma kwenye shule ambazo hazina ubora, walimu wetu wakakaa kwenye miundombinu mibovu lakini nimezungumza habari ya sakafu pale, standard ya sakafu ili ifumuliwe yote sawa. Fumua sakafu sakafu yote ile, sawa. Eh, maana sakafu ndio, so tumepewa bure bwana, pote pako rafu. Eh, rekebisha pale. Na engineer Alex, hakikisheni mnamsimamia ule fundi ule ubora wa sakafu, kwa sababu ile sakafu msipoitengeneza kwa ubora, ndani ya siku wiki tatu tu watoto wakiingia ingia mle kwisha. Sasa madarasa mazuri ya kisasa, afu mtu anaingia ndani anakuta sakafu ambayo haina ubora, mafundi kufanya kazi kinyume na makubaliano hivyo mkataba ulivunjwa wafundi wa awali baada ya kufanya kazi kinyume na makubaliano ya mkataba tuliokuwa tumekubaliana. Changamoto ya pili ni ucheleweshaji wa vifaa kutoka kwa mzabuni hivyo kupelekea mradi kuna wakati kusimama kwa muda. Mikakati ya utatuzi: Kuvunja mkataba wa fundi wa awali baada ya kufanya kazi kinyume na makubaliano ya mkataba. Chang utatuzi wa pili, kusimamia kazi hizo baki ili zimalizike kabla shule kufunguliwa. Utatuzi wa tatu, kufuatilia wazabuni kwa kushirikiana na timu ya usimamizi wa mradi ngazi ya wilaya kuhakikisha vifaa vya ujenzi vinakuwepo eneo la mradi na mradi unakamilika kwa viwango vinavyotakiwa. Hitimisho. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais, Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule yetu na ujenzi wa madarasa ya kisasa ya awali pamoja na vyoo. Aidha, tunakushukuru Mkuu wa Mkoa na kamati yako kwa kutenga muda kututembelea mradi wetu. Kwa heshima na taadhima, tunaomba ukague miundombinu iliyopo katika Shule ya Msingi Kitelewasi. Kwa kweli kutukumbuka kutuletea pesa kwa ajili ya ukarabati wa haya majengo pamoja na ujenzi wa madarasa yale ya awali tunashukuru mno, sababu shule yetu kwa kweli ilikuwa ni chakavu. Mfano ilikuwa kama ile pale, unakuta watoto kipindi ya kufanya mtihani, mtihani ni wanapata shida. Sisi tunawashukuru kwa niaba ya wananchi, wanashukuru sana. Naomba salamu hizi zifikishe kwa mama, tunamshukuru mno.